Naam, tukiangazia masuala ya Ifahamu China ni kwamba maonyesho ya 138 ya Canton yanayofanyika mjini Guangzhou kusini mwa China yamevutia umati mkubwa wa wageni na kizazi kipya cha wafanyabiashara. Wafanyabiashara waliozaliwa baada ya mwaka elfu mbili almaarufu Gen Z wanaleta teknolojia mpya, ubunifu na uelewa wa kimataifa katika uwanja wa biashara nje ya China. Tupate taarifa kamili katika makala kutoka ya Ifahamu China. Kwa takriban miaka sabini, maonyesho ya Canton yamekuwa tukio kubwa zaidi la biashara nchini China, lakini sasa yanapokea sura mpya vijana kizazi kipya kilichozaliwa baada ya mwaka wa elfu mbili kinaleta mawazo mapya, ujuzi wa kidijitali na njia mpya ya mawasiliano ya kibiashara. Miongoni mwao ni Dorothy Jo mwenye umri wa miaka ishirini na mitano. First you have to know basic foreign trade terms like telegraphic transfer or letters of credit. It also helps to understand your clients customs and taboos, that builds trust. The key is sincerity hata kama mauzo ya bidhaa za China kwenda Marekani yameshuka kwa asilimia kumi na sita katika miezi tisa ya kwanza ya mwaka huu, mauzo ya jumla ya nje bado yanaendelea kukua, yakiongozwa na mashine, vifaa vya kielektroniki na bidhaa za nishati mbadala hali hiyo imefungua fursa kwa vijana kama Trend Wu, mwenye umri wa miaka ishirini na miwili, mmoja wa wafanyakazi wa changa zaidi katika kampuni ya utengenezaji wa jenereta za umeme AGG Power Technology. For our generation in foreign trade the biggest change is that we've got so many more tools to work with. Mwaka huu zaidi ya asilimia sitini ya wanunuzi wanaohudhuria maonyesho ya Canton wanatoka katika nchi zinazoshiriki mpango wa ukanda mmoja na njia moja, BRI, huku ushiriki kutoka Ulaya na Marekani ukiongezeka kwa mara nyingine tena. Maafisa wanasema uimara wa mauzo ya nje ya China unatokana na mnyororo wake kamili wa viwanda, ubunifu, na uwezo wa kubadilika, ambapo kampuni nyingi sasa zinatengeneza bidhaa kulingana na mahitaji ya soko la kimataifa. Ubunifu wa vijana unabadilisha simulizi la biashara ya nje ya China, sasa si tu kutengeneza bidhaa bali kuzifanya ziwe za kisasa. Bidhaa za teknolojia ya juu sasa zinachangia zaidi ya asilimia thelathini ya ukuaji wa mauzo ya nje. Wajasiriamali wengi wa kizazi kipya wanakumbatia teknolojia mpya na wako tayari kushirikiana na chapa changa. My parents generation didn't have the internet, so they were only working with what they knew or what they saw in an expo. But the expedition back then wasn't really the same. Now you can see a lot of different things. You can see the future and it's more easy to contact and ship things back to Europe.